Hello my people, saseni welcome back to my YouTube channel. Kama kawa kama dawa ni senje mda kwa Girl, so kwa daku leo, ama kesho ndio siku ya mwisho ya mili, anaenda kupumzishwa mili the dog wife. Kesho ndio siku ya mwisho. kesho ni Friday anaenda kupumzishwa kesho, makaburini, kule Nakuru. Mili ni mtu mwenye tunamjua, mili ni mtu mwenye tumechamba, mili ni mtu mwenye alikuwa anafanya watu wanakuwa mayatima kwa sababu ya mapenzi, lakini mili ni mtu ambaye tulimpenda. Msione mtu akichamba mtu anamchukia, usione mtu akichamba mtu ati hampendi. Hapana, Milly tulimpenda na tulimpenda sana. So kesho ni ile siku yake ya kusema rest in peace. Kesho ni ile siku yake ya kusema, siku, ya kia, siku ya mwisho. Mimi kitu naweza kusema na fariji tu wale watoto wao, wale watoto wa Milly, nawaeka tu kwa mikono ya Mwenyezi Mungu. Brian na Sheila, naomba Mwenyezi Mungu awaongoze hili mkaweze kukua wakubwa, hili muweze kukaa mkajue nyee kweli mlikuwa na mama mzazi, miladi alikuwa mama yenu, mlikuwa mnapenda Milly sana. Unajua kama mzazi mzazi akiondoka watoto wanga wanaumia sana, na ile pain yenye watoto wakimiliwa nasikia ni pain yenye imeniguza saa hii, unaona. So unajua sasa, ukiwa na mtu karibu karibu, unaweza kusema niko na ye karibu, lakini huyu mtu akisha kuwacha ndio unasema oh my god, kumbe ilikuwa serious. So unajua tukawa tunachukulia serious. Sasa ile kesho ndio tutaona, sasa ndio tujue, ala kumbe kweli ni serious. Milly amesha rest in peace. Na kwa wale waliparticipate, wote wale walijiunga kwa candle lighting, wale walichangia Milly nikiwemo mmoja wao, e, wale wenye wamesimama na watoto wa Milly wale wenye wamekuwa na Milly karibu karibu, wacha Mwenyezi Mungu awaongoze, wa wacha Mwenyezi Mungu awapiganie pia. Another thing is, eh? Hii duniani eh, sinawapita njia na kila mmoja ataenda kwa daku. Hakuna yule mtu ambaye hatakaa duniani milele, even me. Unaweza kuwa unaongea na mimi cash. Leo kesho unasikia kwamba hey, amekuwa mkufi aje ah, yes. Sasa unaona, unaona vile kifo ya Milly litushtua, ndivyo hivyo pia mimi mnaweza kushtuka, si so? Ati mtu akiongea kwa mtu anamchukia no, hakuangia anamchukia nakwanga nampenda tena. Heri mtu mwenye anakuambia ukweli kuliko mtu mwenye ananyamaza. Unaona, mimi nasemanga ni heri ni kuface nikuambie kuliko niende kwa mtu nikusengenye. First of all, sisengenyangi mtu, siwezi katu alafu nasengenya mtu. Unaona, nakwambia direct, life and direct itakuuma, ikuumenge na huko mbele mbele, I don't care. So kesho niile siku ya mwisho tushikane mkono tushike wale watoto wa Milly na Brian. Naweza kusema ya kwamba wacha mwenyezi Mungu akuongoze. a 21 years old wewe ndio umeshughulikia nini ya mama yako? Kukua firstborn ni faida, tena kukua firstborn ni hasara. So unapata mambo mingi yanakupata. Wewe ni mtu mmoja, wewe ni kichwa moja. Alafu huu jamaa anajiita anajitanga Dixla... Dikia. So pia wewe Dikii, inakuambia tu, wacha Mungu akupiganie. Wa wengi wamekupiga mawe, wengi wamekuongelelea vibaya, wamefanya umekuwa yatima times 2 online, wamefanya umejifanya uanze kulia. Yani hawa watu wamejifanya, yani, ukuwe tu, yani as like hauna msingi yoyote, hauna chochote lakini ile nguvu yenye mwenyezi Mungu amekupigania wacha mwenyezi Mungu aendelee kupigania. So kesho ni ile siku tunachukua mpendwa wetu tikitoka wetu Mili ana rest in peace pale Nakuru kwa cemetery. Na kuzikwa kwa cemetery ni kitu normal, hata mimi naweza kuamua nizikwe kwa cemetery. Hiyo ni kitu normal, si ati mtu kuzikwa kwa cemetery. Watu wako na mali lakini wanazikwa kwa cemetery. Cemetery is a patina, ni mahali pazuri. Unaona, unaenda kukaa na wenzako kule, eh, mko kwa kikundi kule, pale kikundi fulani, unaamkako kwa grave, unatoka unakaa hapo nje kwa mawa yako, mnaota jua, mnapigako story na ujirani ya yeah, mnapiga tu story zenu tena, mnaamua tena mnarudi kwa nyumba yenu, unaona. So wacha tuseme rest in peace Milly, na Mungu atafariji watoto wako, Mungu atalinda watoto wako wherever you are tatu, tuseme rest in peace. Kifo ni ya kila mmoja, nani leo? Ni mimi na kesho, so sione, maybe ni wewe, so usione nimekaa hapa, mimi hata mimi ntakufa. Na sababu mtu akifikisha miaka thelathini unaanza kupiga mahesabu, niko na miaka thelathini, nabakisha miaka ngapi kukufa? Juu any time unakufa sai. Kifo ni kama maji na umeme Inakujanga tu. Unaweza kuwa uko na huyu mtu leo, kesho unasikia mfanya nini, amekuwa mkufi. So Mili Thedo Wife, nilikupea hiyo jina. Mili Thedo Wife, nilikuwa kwanza kukuchamba kwa mtandao. Mili Thedo Wife, umekuwa kilandu wangu mzuri. Mili Thedo Wife, na rest in peace.